Bwana mambo vipi? Mimi naitwa Beka kutoka Azam FC TV. Leo ni tarehe 24 mwezi wa 10 mwaka 2025. Leo tuko zetu Chamazi Complex. Leo ni marudiano ama leo kuna game kati ya Azam FC pamoja na KMKM kutoka Zanzibar. Kama utakuwa unakumbuka tarehe 18 ilikuwa inapigwa pale Amani Karume, Zanzibar. Azam akawa ameibuka na ushindi wa goli mbili. Aa, sasa leo KMKM wanakuja kukipigia hapa Complex Chamazi ambapo itasababisha kama Azam FC watakuwa wata, wataweza kushinda, basi watakuwa wamefuzu kwenye hatua ya makundi. So leo kinapigwa vibaya mno sana. Karibu Chamazi, Chamazi kumengaa. Azam leo anakipiga na KMK kutafuta ushindi wa kuvuka kwenda kwenye hatua ya makundi. So mashabiki ni wengi leo, kila sehemu watu wanakuja kuangalia game, wanakuja kufurahi. Lakini naye kaka yangu mmoja katoka Mbeya. Huyo ni shabiki kindaki ndaki wa Azam. Katoka Mbeya kuja kuangalia game ya Azam FC pamoja na KMK. Katoka Mbeya kuja kuangalia kufuzu kwa Azam FC kwenda kwenye hatua ya makundi leo hapa. Mambo vipi kaka yangu? Mambo poa kabisa. Niko salama kabisa. Niko poa kabisa. Nataka uangalie pale huko tunaongea kwa majina tunaenda kama nani? Naitwa Rashid ila kwa jina la ali maarufu, naitwa Sniper. Sniper. Yeah. Sniper leo Azam wanatafuta ushindi, uh, wa kuvuka kwenda kwenye makundi. Wewe umetoka Mbeya umekuja kuangalia burudani leo hapa Chamazi Complex. Na Azam FC ni timu yako kindakindaki, unajisikiaje kwanza kuwa Chamazi leo hii hapa? Yani, najisikia furaha sana, yani najisikia furaha iliyopitiliza, na ndio maana nikaamua nisitishe mambo yangu yote niweze kuhudhuria hili tukio. Imani yangu kwanza, nimeangalia tuko vizuri, hatuwadharau wapinzani wetu, maana mpira una mambo mengi, ila tunaamini inshallah Mungu anaenda kufanya kazi okay. Sasa ni zamu yetu hii tu, tu, kuna slogan yetu tunatumia ni zamu ya Azam sasa kwanza tunajivunia kuwa na kocha mkubwa sana Afrika, kila mtu ambaye anatamani kuwa naye. Hicho kinanipa moyo. Isitoshe, wachezaji wako vizuri, niliwaona wana wanajituma sana, nikajua lazima tutafika mbali na inshallah Mungu atasaidia. Chenyewe natamani kuwaambia mechi ya leo wasiwe na presha, kila mtu aonyeshe kile alicho nacho na akumbuke alivyofundishwa na mwalimu avifanyie kazi leo uwanjani ili atupe burudani bana. E, aina noma. Huyu ni shabiki kindakindaki kutokea Mbeya. Kaja zake Dar es Salaam, kaja zake Chamazi, yuko complex uwanjani hapa, anasubiria game kwa hali na mali, ana hamu, ana kila raru cha kuenjoy game, ana game yako, kuangalia timu yake Azam FC ikiwa inafanya vizuri, ikiwa anacheza pamoja na KMKM kutoka Zanzibar. Mimi naitwa Baker BMA kutoka Azam FC TV, so mimi nitakuwa nakuletea kila ambacho kinatokea kwa siku ya leo tarehe 24 kwenye game hapa Chamazi, so mimi nitakuwa nakuletea, uh, kwenye kioo chako ama kwenye skrini yako hiyo kwenye TV ama kwenye simu, basi utakuwa unaniona, nataka kuwa nakupa update zote za game ambayo inaendelea leo. So karibu sana Chamanzi. Chamanzi kimewaka, hii ni zamu ya Azam mpaka mwisho, haishi mpaka ishe.